Tuelekee kaunti namba 33 ambapo baadhi ya viongozi huko Narok wameahidi kusuluhisha mzozo wa umiliki wa ardhi eneo la Angata Barikoi huko Emurua Dikirr. Gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu amehimiza amani wakati ambapo masuala ya ardhi yanatatuliwa, huku serikali ikihimizwa kufanya haki katika ugavi mpya wa mashamba. Mbunge wa Emurua Dikirr Johana Ngeno ameomba serikali kutoa nafasi kwa wakaazi kuvuna mazao yao yaliyoko msituni kabla ya wao kufurushwa. <coughs> na hiyo maneno ilikuwa hapa, tumeona imekuja na iko karibu kukamilisha ile shida ilikuwa hapa. Tumesikia shamba ime, imegawanywa mara mbili. Wale ambao walikuwa wanavaa kulipwa wamelipwa, na sasa ile imebaki ni ya kupea wale pia ambao walikuwa wamepoteza mashamba yao. Hapa tunataka kwenda kuajiri watoto 750 mia mbili ambayo ni health watakuja kutusaidia kwa hii hospitali, kama vile mlikuwa mmesikia daktari akisema anataka tuongeze madaktari na tayari tuko na wale ambao wanafrondia, hao ndio tutachukua kwanza kutoka kaunti.